Mimi tena kama ndoa sawa, lakini shemeji naye ana umu wake, lazima angekuja na la wewe hapa, akasema shemeji, nimemrudisha. Inakuwaje umerudi mwenyewe? Sasa kaka, shemeji yako bado ananipenda mimi, ndo nimesema sitaki ndoa, anaweza akanirudisha kweli, nimeamua nirudi mwenyewe. Tuachane na hayo. Hapo utaishije? Ikiwa mimi mwenyewe tulipo mchanga tulipo kokoto si mkazi sana wa hapa, wewe utakaaje mwenyewe peke yako hapa? Niambie. Na isitoshe hauna kitega uchumi chochote kile ambacho kitakacho kufanya wewe uishi hapa. tatizo ni mama mkwe tu. Ndio. Yani, dada, unashindana na mtu mzima, ule ni mtu mzima tu. Lakini pia sitoshe, mbona shemeji ni mtu mzuri tu, mara kwa mara tunapoonana tunasalimiana, tunacheka, naona kana ni mtu mzuri tu. Tatizo kubwa ni mama mkwe. Yani mama yangu anashinda kabisa, ila yule mama mkwe, wallahi huwezi kuishi naye hata dakika mbili. Mimi nitazungumza naye nafanyaje lakini pia na wewe usije ukawa mkaidi tena. Hapo unakwenda kuzungumza naye, kaa naye chini, shemeji kwa mama, ikiwezekana pale kwao ahame au mamake arudi kijijini, ili tuendelee kuishi kwa amani. Sasa naomba unielewe, hiyo ni mipango ya shemeji. Hawezi akahama kwao akaamia kwenye nyumba kupanga, kati nyumba yao ipo hiyo, wewe na yeye makubaliano yenu sawa